Ukiangalia wabunge wengi ni wapya, madiwani wengi ni wapya. Mm, tunapozungumzia serikali, serikali iliyoingia tunaweza tukasema wapya, kwa maana kwamba kwa sababu ni awamu nyingine na wamechaguliwa kwa namna nyingine, lakini asilimia kubwa ukiangalia, hata asilimia kubwa ya baadhi ya majimbo aa, wabunge wamerudi wale wale, wame, wame, wame, wame. Na mimi ninachokiamini kama, kama kijana wa taifa hili ni na nafsi yangu namwamini kwa sababu katika mazingira ambayo kwanza li, alichukua nchi uh, ilikuwa ni mazingira ya msiba na wakati ameingia na Tanzania, atukuwa na, na uzoefu wa kuwa na rais mwanamke, na watu wengi hawakuwa na ile imani kwamba angeweza kuweza, katika miaka ile ambayo amekuwa nayo katika ile mwanzo wa awamu ya sita ile lakini kwa namna ambavyo ameweza kuihendo nchi na kukamilisha baadhi ya miradi na kuwaunganisha Watanzania kuwa wamoja so, baada ya msiba, kila mtu ana maumivu ya msiba maneno huku na kule, lakini alionekana kwamba ni mstahimilivu sana kwamba anaweza kuliunganisha taifa. Na ahadi ya rais Samia, uh, kwanza ni, ni mtu wa diplomasia na bahati nzuri kwa sasa hivi pia uh, makamu wa rais ni, ni mtu mwana diplomasia kwamba diplomasia ina ina, ina ina kitu kimoja kwamba mnakaa chini na kufanya resolution mnakaa mnakubaliana pale ambapo kuna mahala kuna mistakes lakini mnataka mfanye kama taifa moja mnakaa kwa hiyo mimi naamini kwamba rais Samia atayafanyia kazi yote ambayo aliyaahidi na yale ambayo yameandikwa kwenye ilani ya chama chake yote atayafanyia kazi na miongoni mwa vitu ambavyo Watanzania walikuwa wanavitaka mabadiliko ya katiba Okay. Niwahakikisha ni, ni wa Watanzania katika miaka mitano atakayotawala rais daka da, da, da Samia Suluhu Hassan, ambayo amechaguliwa na wananchi wenyewe, sio uraisi ule wa kikatiba, tu amepewa na katiba, amechaguliwa na wananchi. Naamini miaka mitano zile complication zote atakuwa ameshaziziba kwa niwambe tu Watanzania na vijana wenzangu kwamba tumwamini rais Samia, tumpe muda afanye kazi na aunde serikali yake. Ili sasa aanze kuyafanyia kazi yale ambayo Watanzania wengi walikuwa wanayaona kama hayako sawa kikatiba. Na ukumbuke katiba hii ni ya mwaka 77. Eh, na wakati natengenezwa Rais Samia vingine hakuwepo kwenye mamlaka yoyote, pengine alikuwa mdogo miaka hiyo. Lakini pressure kubwa naona kama imeku, imekuja wakati wake. Yani kana kwamba yeye ndo alitengeneza hii katiba. Wake. Uh, kuna vitu ambavyo tunaweza kujifunza kuhusu katiba na, na, awamu ya sita kwamba anapokea uh, mzigo mzito ambao umeandaliwa na watu kaajwa. Ni mzigo ni mzigo mzito kweli, ambao anahitaji na na kusema kwamba labda na sapoti ushauri kwa viongozi wenzake. Kama jinsi ninavyoona, kuna video imetoka juzi ya makamu wa rais, anasema kwamba serikali mpya, serikali yenye amani umeingia tutokee na kutarajia kupata amani ya, ya nchi imerudi. Na wewe unavyosema kwamba unaamini na uhakika kwamba rais ataboresha kila kitu ambacho kilikata kuboreshwa katiba, pamoja na amani ya nchi, kurejea. E, kuna swali ambalo tunaweza tukajiuliza kwa pamoja na wengine wakajua hili swali linahusu kuhusu katiba. Katiba bado hatuna bado wanasema hawana imani kwamba kweli itafanywa kazi maana sio rais wa kwanza kusema kwamba ikiingia ni nitafanyia kazi. Je, una uhakika kwamba katiba itabadilishwa au kuna mabadilisho baadhi ya maeneo yatabadilishwa? Waliopita ni wengine, aliyepo sasa hivi ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tegemeni mabadiliko. Tegemeeni yale ambayo aliyasema kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Maoni ya wananchi aliyoyachukua atayafanyia kazi kwa sababu rais like, Samia ni Samia. Rais wengine ni wengine. Kila mtu anakuwa na mtazamo wake. Huyu ana mtazamo ana mtazamo wa, wa wa, wa, wa, wa kimapinduzi. Ni mtu ambaye anataka mabadiliko, na ndio maana ukiangalia hata kwenye serikali yake akiwa makamu wa rais, mpaka sasa hivi alipokuja kuwa rais, ukiangalia kwamba anaweka vijana na mabadiliko. Hawezi kuwa siku moja, yaani unaweza ukasema leo unabadilisha kila kitu, hauwezi. Ndio maana hata hii katiba tumekuwa nayo kwa muda mrefu tangu uhuru, si ndio? Kwa hiyo mm-hmm. yeye ninaamini kwa miaka mitano hii hakuna kitu kitaharibika mambo yote yatakuwa sawa na kila kitu alichokisema wakati anawaomba ana wananchi wamwamini kuwa rais wa, wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, inaamini asilimia kubwa atayafanyia kazi na Watanzania watafurahi. Kikubwa tumpe muda, tusimpe pressure, tusizungumze vitu ambavyo hatuna uhakika navyo. Nina uhakika kwa sababu mimi ni miongoni wa vijana ambao tunamwamini sana. Kuna vitu nimekumbuka kipindi cha, uh, cha Magufuli, kuna wanasiasa waki lakini ndipo ingia uh, uh, alirudisha na akapokea waka wakakaa kwa mani, japo kuna hapana pale ambapo sisi hatujui na kwa sasa wanasema kwamba, yani wanasema kwamba siasa wanasiasa ambao chama cha pinzani wanakandamizwa andami, wanaka hawapati haki yao. Je, hili swala ni kweli nyie mnavyoiona, au ni watu kutafuta kiki na kutafuta uongozi kwa, kwa, kwa, kwa madaraka yaliyopo? Sisi ni nchi ya demokrasia demokrasia tunashindana kwa hoja na tunashindana kwa kura, si ndio kinachofanyika kwa, kwa, kwa, kwa wapinzani wa Tanzania, yani niseme niseme niseme Afrika mm. Aa, upinzani unakuwa ni, ni changamoto kidogo, kwa sababu ukiangalia nchi kwa mfano kama nchi kama Marekani wanabadilishana kabisa, anatoka upinzani anaingia mwingine, wanabadilishana mifumo yao iko tofauti sana na nchi za Afrika. aa, sisi. Aa, yani maneno ni mengi kuliko vitendo, kwa mfano Uh, ukiangalia ukiangalia structure upinzani wa Tanzania unaweza ukauona haona bezi, yani unajikuta chama tawala ambacho kinatawala nchini Tanzania ukiangalia mfumo wake na bezi, wana bezi kubwa, na hapo unaweza ukajikuta sasa, mtu ambaye sio mwanadiplomasia na msema kweli hawezi kuliona hilo. Aa, unaangalia baadhi ya vyama vingine ukute labda vinaanzia wilaya, mkoa mmejitahidi sana kata, lakini ukiangalia mfumo wa chama tawala cha Tanzania kimeanzia mpaka kwenye mashina, yani kwenye shina kuna balozi wa shina, kuna washina makereketwa, uh, kuna tawi, kuna kuna kata, kuna wilaya. Kwa hiyo maana yake ni chama ambacho kimetengeneza bezi kubwa. Kwa hiyo bezi ile pale na na, na ni ni, ni, ni like chain of command, yani ni watu ambao wanapewa maelekezo na wapo. Sasa vyama vingine viko mtandaoni wanajikuta vyama vya upinzani vingi fai vyama vingi vya upinzani kama utakuta demokrasia kwenye nchi za Afrika hauna uhalisia wowote, vyama vingine vya upinzani nchini Tanzania. Kwa kijamitu, kuposti, kwenye mitandao ya kijamii tu lakini ukija huko haya, tuende kwenye boksi, hawana watu hawana watu hawana wa ku... support na sasa, pale kuna kitu ambacho nimejifunza kuhusu uh, kuanzia viongozi wa chini na kwamba hata hata chama vingi hawana viongozi wa chini, na kwamba hata kupata serikali ni ngumu kwa sababu watu wa kwanzia, sasa serikali unaipataje? Ni ngumu. Sasa labda uboreshaji sasa uboreshaji wa siasa labda ubadilishwe, kwa sababu ukiangalia siasa iliyopo asilimia kubwa ni, ni siasa inayochochea ubadilishwe na nani? Labda na serikali. Serikali inaweza kuingilia vyama vya siasa gani? Ifanyike pale ili kusudi watu waweze kufanya kampeni ambayo yenye kampeni zinaruhusiwa. Tume huu ya uchaguzi inatoa kalenda ya watu kufanya uchaguzi eh, kupeleka majina ya watu kwenda kuchukua fomu za tume, si ndio? huku chini hatuwezi kufundishana kwamba na nyie mkaanzishe matawi kwenye, kwenye, mashina, kwenye nini, hatuwezi kufundishana. hizo ni mbinu ambazo hata ukiwaambia hawezi, yani unajua Africa most of Africans tunataka kusikia kitu ambacho tunataka kusikia kwa muda huo. Yani, yani mifumo ya, ya, ya, ya chama tawala cha nchini Tanzania ni ukilinganisha na mifumo ya vyama vingine vya siasa. Huwezi ukasema mti tu una una una, una, una, una yani ni sawa na ni mtu anajenga nyumba kwenye mchanga. Kwamba mvua ikinyesha tu ule mchanga ukishaenda na nyumba imeenda. Lakini wenzao tangu wanaanzisha hiki chama wametengeneza huku chini na wao watu wa huku chini waambie kitu. Yaani huwezi ukamwambia kitu kuhusiana na chama chake. Sasa vyama vingine vina base. Kwa hiyo ukisema serikali waingilie iwasaidie wa, ingirie, wa na wasaidiaje? Kwa sababu kila mtu anaanzisha chama kwa ajili ya, ya interest ya kushika dola. Na hakuna chama ambacho kinaenda ku compete uh, bila kuwa na madhumuni ya kushika dola. Kila chama kinataka kushika dola. Sasa chama gani ambacho kimfundisha mwingine dini yake? Okay, hmm. changamoto iliyopo kwa ufupi, tumalize muda wetu. Changamoto iliyopo ni kwamba hmm. siasa imekuwa kama chanzo cha vuruga katika nchi na siasa ile ile imekuwa sababu ya vichochezi kwa wananchi kutenganishwa na serikali. Hapo swali so, pale, pale ifanye nini serikali Okay. Sasa unataka serikali isemeje wakati wa wa michakato hii, watu wasema wataandamana, lakini amiri jeshi mkuu akasema, jamani, uchaguzi ni wa huru na haki sawa, pendeni kwenye box. M anasema yani, sijajua kwa sababu sisi Tanzania tuna mihimili mihimili mitatu, na bunge, mahakama na serikali. Sasa, kuna watu wanalazimisha serikali itoe amri kwa mahakama kitu ambacho akiwezekani na ikitokea inafanyika hivyo, labda kwa mfano mtu wetu yuko yuko, yuko yuko mahakamani, na kesi iko mahakamani, unashinikiza rais atoe tamko kwa mahakama, maana yake unataka ili mimi mi, mitatu unataka sasa muhimili mmoja unakuwa una unaingilia una, una, muhimili mwingine. Kwa niseme tu kwa Watanzania kwamba unataka kuwa na watu ambao wanafikiri zaidi ya hapa, kwa sababu yaani unaweza kuwa unafikiri nusu, lakini unatakiwa ufikiri zaidi, labda labda wapo, wananchi wapewe elimu maana hawa wananchi wanaokuja kupewa hakiri na, na siasa vingi, vyama vingi au kinzani unapopewa hakiri inageuka wanageuka kwa adui ya serikali sasa ili watu waweze kuelewa maana ya siasa ni nini wapewe elimu wananchi sasa kuna changamoto sasa ukisema unakuwa adui ya serikali unaamua kuwa adui ya serikali tu mwenyewe kwa sababu gani serikali inapokuwa na interest ya wananchi si ndio wananchi wanahitaji kutibiwa si ndio hospitali zimejengwa kwa hiyo unakuwa adui ya serikali wanasema dawa dawa ziko hospitali zimekuja unakuwa adui ya serikali Haya, tunasema shule, elimu bora si ndio? Elimu sasa hivi ni bure, unakuja adui ya serikali. Tunasema miundo mbinu, sasa hivi barabara karibia zote nchi nzima imeunganishwa kwa barabara za lami, kuna SGR sasa hivi, unasafiri kwa masaa matatu kwenda Dodoma. Unakuja adui ya serikali, yaani ni vitu ambavyo kiharakati, ukiangalia sisi kama wanadiplomasi, unaona ni vitu ambavyo havina Ah, tuna vitu ambavyo vyote vya msingi vipo. Maji yanafika vijijini. Unakuwaje? Unakuwaje adui ya serikali? Nataka kuzungumzie wadui na serikali. Yaani wadui unatoa wapi? Kwamba mimi nakuwa na wadui ya, wadu ya serikali kwa sababu serikali haijafanya nini? Aya, ajira. Uwezo ukaajiri wote wanaenda vyuo vikuu. Serikali inatoa mikopo. Sasa hivi mpaka watu wa diploma wanapewa mikopo, si ndio? Unakuwaje adui ya serikali? Aya, watu wa vyuo vikuu wanapewa wanapewa mkopo mpaka asilimia mia. Anasomeshwa na serikali. Unakuwaje adui ya serikali? tunapokuja kwenye issue ya kugawana keki ya taifa, keki ndogo, tunatakiwa sasa labda tufikiri zaidi namna gani hawa tunawapeleka labda shule, wakitoka kule wa, wawe na mazingira gani, na sio kwamba serikali inaweza katengeneza mazingira ya kuajili wote kwa wakati mmoja, kitu ambacho akiwepo okay, wao wameamua kwa adui ya serikali, maamua wewe kwa adui ya serikali, lakini kiwalisia kuna vitu unaviona vimefanyika. Unaviona vimefanyika basi, basi imefanya serikali, hajafanya mtu, serikali sinafanya. Kuna makundi mawili pale, kuna serikali, kuna rais lakini ukiangalia uki, ukiangalia kwa undani zaidi wanalalamika wakisema serikali ya nani, ya flani hmm. na sasa pale pale serikali hiyo hiyo, vitu vyote vipo vi sawa, na serikali hiyo, kuna malalamiko hapo kwa wananchi, hapo katikati pale. Nataka yani ku, yani nataka kujua concept. yani mwananchi ni fact analalamikia kitu gani? Kimfano labda sayo kilalamikia serikali inakandamiza siasa, kiaje maana kwamba wapinzani hawana haki kiaje? Kwa sababu kama tume wanatoa tangazo, vyama vishiriki wanasaini, kuna vyama vingine havikubali kusaini haya, unataka serikali, yani serikali sasa ikachukue chama cha siasa, nenda ukasaini? Na mimi mimi mimi mara nyingi wana naweza kushauri; ushauri wangu unaweza usisikilize. Njia rahisi ya kuweza kuitoa serikali madarakani njia ambayo ni very suitable. Ni kupitia kura kwamba tumeamua sisi tuna followers, tuna watu uh, tunaenda kushiriki uchaguzi. Utaniambia hoja hoja ambazo zipo zipo ambazo zimetumika kwa muda wote, kwamba utaniambia um, kwamba mkurugenzi wa tume anateuliwa na rais, mwenyekiti wa tume anateuliwa na rais yes, katiba ndio inaelekeza hivyo, si ndio? Na tumekuwa na chaguzi nyingi, hao wanateuliwa na rais kwa hiyo nilichokuwa nimemuelewa daktari Samia Suluhu Hassan. Na yeye pia hiki kitu alikuwa nakiona kama akijaenda sawa. Kama vile watu wanahisi kwamba yeye anaweza kutumia rais, aliyeko madarakani anaweza kutumia mamlaka yake vibaya, kwa kama tumi, kwa sababu nimechagua mimi, itanifeva mimi. Yeye alisema tukiingia, tukiingia madarakani yeye akichaguliwa sasa, ambao yeye achaguliwa tarehe 29 atashughulikia yote ataisha, lakini mtu sasa bado yeniamini, mimi nakwambia hivi, bwana, fanya kazi yangu leo mimi nakulipa hela kesho, alafu unakataa kufanya kazi una, unakataa kufanya kazi na unataka yani uniadhibishe nikwambia hela nakupa kesho. Asante, tunakushukuru kwa ushari wako, na wananchi wanakusikiliza, na tunaomba wananchi mendelee kuifuatia akaunti, mtapata mengi zaidi ya kujifunza kuhusu